Jambo la kwanza, wanapenda kujitegemea na kufanya mambo kivyao. Hawawezi kusubiri mtu mwingine awafanyie jambo. Wanapenda kutafuta majibu wao wenyewe na wanajua jinsi gani ya kutatua matatizo yao bila kutegemea msaada wa kila mara. Kwa mfano, wakati mtu mwingine anaweza kuomba msaada wakati simu yake imepata tatizo, labda amesahau email au akaunti yake imepotea au tatizo lolote lela kwenye simu, basi yeye mtu mkimya anaweza kupita mtandaoni akasoma na kutatua tatizo hilo bila ya kuomba msaada. Hivyo jambo la kwanza kusiana na hawa watu wa kimya, wanapenda kujitegemea na kufanya mambo kivyao. Jambo la pili, wanakumbukumbu kali na wanakumbuka maelezo madogo madogo. Watu wakimya wanapenda sana kusikiliza kuliko kuzungumza, si kwa sababu hawana la kusema, bali kwa sababu wanapendelea kusikiliza. Huwa wanasikiliza kila kitu kwa makini na huwa wanachukua maelezo hayo ambayo yamezungumzwa. Hivyo, mtu mkimya anaweza asiwe anasema mengi, lakini atakumbuka kila kitu kili kilichosemwa na nani alisema nini alizungumza pamoja na wakati gani. Jambo la tatu, wana uwezo mkubwa wa kutambua tabia za mtu kwa haraka sana. Watu wa kimya, kwa sababu wanapendelea sana kusikiliza kuliko kuzungumza, wanaweza kutambua aina tofauti na kuelewa tabia za watu kwa haraka. Kwa mfano, katika kundi la watu wapya, kimya anaanza kukaa kimya kwa muda mfupi, lakini baada ya muda atajua nani ana tabia gani na ni nani, nani wa kumwamini na nani wa kumwepuka. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa kujua tabia ya mtu kwa haraka sana, kwa sababu huwa wanamsoma, huwa wanamchunguza wakati anazungumza. Maneno yanayotoka kinywani kwake huwa wanayajadili, huyu ni mtu wa aina gani na tabia zake ni za aina gani? Jambo la nne Wanaweza kuwa na akili kubwa sana bila watu kugundua, kwa sababu hawapigi kelele kuhusu mambo wanayoyajua. Watu wengi hudhani watu wakimya hawana ujuzi mkubwa, lakini mara nyingi waone watu wenye akili kubwa na ubunifu wa hali ya juu. Mfano, katika darasa mtu mkimya anaweza asiwe yule anayenyanyua mkono kujibu kila swali, lakini ukifika wakati wa mtihani yeye ndiye anayepata alama za juu darasani. Kwa hiyo watu hawa wanaweza kuwa hawapigi kelele mdomoni, lakini akili zao huwa zinapiga kelele. Iko na maana kwamba wana uozo mkubwa wa kiakili. Na jambo la mwisho ambalo ni la tano, basi watu wa kimya, uaminifu wao ni wa hali ya juu. Watu wa kimya si rahisi kufungua mioyo yao kwa kila mtu lakini wakishakufanya kufanya kuwa sehemu ya maisha yao watakuwa waaminifu kwako kupindukia. Kwa mfano, unaweza usimwone rafiki yako mkimya akiongea sana, lakini ukiwa na shida kubwa atakuwa mtu wa kwanza kukutafuta na kuhakikisha kwamba uko sawa. Kwa hiyo watu hawa uaminifu wao ni mkubwa na ni wa hali ya juu, lakini sio watu wa kufungua mioyo yao kwa kila mtu na wala sio watu wa kuzungumza mambo yao, lakini ndani yao wana upendo mkubwa sana. Haya ndio mambo matano ya kushangaza kuhusiana na watu wa kimya yajua. Kama una jambo jingine ambalo unalijua au la, kama unalo niambie hapo chini kwenye comment. Kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza alama ya kundu hapo chini ili uende kwa subscribe. Like video hii ili kuwafikia watu wengi. Share video hii kwa watu unawapenda, and bye bye.